Kuna nyakati katika siasa za kimataifa ambapo dunia haipigi kelele, lakini presha yake inaongezeka kwa kasi. Hii ni mojawapo ya nyakati hizo. Wiki hii macho ya dunia yanaelekezwa moja kwa moja kwenye mstari mwembamba unaounganisha Washington, Tel Aviv na Tehran, sio kwa sababu vita vimetangazwa, wala sio kwa sababu kombola limevuka mipaka bali kwa sababu lugha imebadilika, harakati zimeongezeka na misimamo imekuwa migumu zaidi kuliko ilivyokuwa wiki chache zilizopita. Israeli inazungumza kwa sauti ya hofu iliyopimwa. Wakati huo huo, Marekani inaongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo nyeti zaidi la nishati duniani, na tusisahau upande wa Iran. Kwa upande wake, Irani imesema wazi kwamba kuna njama zinazopangwa dhidi ya utawala wake. Haya si matukio yanayotokea kivyake, bali yanatokea kwa wakati mmoja, na katika siasa za nguvu kubwa, wakati mambo yanatokea kwa wakati mmoja, mara nyingi huwa si kwa bahati mbaya. Swali linaloning'inia hewani ni hili: je, hii ni posisheni ya kawaida ya kimkakati au ni hatua za mwanzo za mgogoro wa moja kwa moja ambao unaweza kuitikisa Mashariki ya Kati na kuusukuma ulimwengu kwenye hatari mpya? Hii ni Ramani ya Dunia na leo tunachambua nguvu tatu zilizo kwenye mvutano mmoja. Karibu kwenye Ramani ya Dunia.

Kwa miaka mingi uhusiano kati ya Israel na Iran haujawahi kuwa wa kawaida, lakini pia haujawahi kufikia hatua ya vita vya moja kwa moja. Mgogoro wao umekuwa ukipiganwa kivulini, umekuwa wa kushirikisha mawakala, umekuwa wa kauli kali na mashambulizi yanayodaiwa kuwa sio ya moja kwa moja. Israeli imekuwa ikiiona Iran kama tishio la kimfumo kwa uwepo wake, si tu kwa sababu ya kauli za kisiasa, bali kwa sababu ya mtandao wa makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Tehran katika ukanda mzima. Kwa mtazamo wa Tel Aviv, hii si siasa ya mbali, bali ni swali la usalama wa moja kwa moja. Iran kwa upande wake imeiweka Israeli kama sehemu ya muundo wa shinikizo la Magharibi dhidi yake. Kwa Tehran, kila hatua ya Israeli au Marekani karibu na mipaka yake inaonekana kama jaribio la kudhoofisha au hata kubadilisha mfumo wake wa utawala. Kwa upande wa Marekani, Marekani imekuwa kiungo kikubwa katika mizani hii. Mara nyingine anaonekana kama mdhibiti. Na mara nyingine anaonekana kama mshiriki wa wazi wa Israeli. Lakini wiki hii kuna mabadiliko yanayoonekana: ujumbe kutoka Washington si wa kidiplomasia tu, umeambatana na ishara za kijeshi ambazo haziwezi kupuuzwa. Kwa maneno mengine, huu si tena mvutano wa chini kwa chini, bali ni hatua ambayo kila upande unaonekana kujipanga kwa uwezekano ambao hadi sasa ulikuwa unazungumziwa kwa tahadhari tu. Pale ambapo hofu, shinikizo la kisiasa na maandalizi ya kijeshi vinapokutana katika mstari mmoja, historia mara nyingi huwa haiandikwi kwa kalamu ya diplomasia, bali kwa matokeo ya maamuzi magumu. Na sasa tuangalie dalili za mgongano wa moja kwa moja. Kauli za waziri mkuu wa Israeli zimebeba hofu iliyopimwa lakini iliyo wazi. Siyo hofu ya propaganda, bali ni hofu ya kimkakati. Israeli inaamini kwamba Irani si tu mpinzani wa kawaida, bali ni taifa linalojenga uwezo wa muda mrefu wa kulizunguka na kulisukuma kwenye kona ya usalama wake lenyewe. Kwa mtazamo wa Tel Aviv, suala la Israeli halihusiani na nyuklia tu, bali linahusiana na makombora ya masafa marefu, teknolojia ya kijeshi na mtandao wa makundi yenye silaha katika eneo zima. Hii inaunda kile Israeli inachokiona kama mtego wa kimfumo. Lakini hapa ndipo jambo linapokuwa zito zaidi. Kwa mara nyingine tena sauti kutoka Israeli zinaashiria wazi kwamba haiwezi kubeba mzigo wa mgongano wa moja kwa moja na Irani peke yake. Hili ni tamko lenye uzito mkubwa, kutoka swali linalouliza je, Israeli itachukua hatua hadi swali linalouliza je, Marekani iko tayari kusimama bega kwa bega katika tukio la kivita. Wakati huo huo, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi karibu na Iran kwa kutuma meli ya pili ya kivita katika eneo hilo. Lakini katika mazingira kama hayo tatizo huwa si kile kinachokusudiwa, bali tatizo huwa ni jinsi hatua zinavyotafsiriwa na upande wa pili. Katika historia ya Mashariki ya Kati, makosa ya kutafsiri yamekuwa yakiwasha moto ambao haukupangwa rasmi na yoyote na kadri uwepo wa kijeshi unavyoongezeka ndivyo kwa kadri nafasi ya makosa inavyoongezeka. Kwa sasa hakuna kombora lililorushwa moja kwa moja kati ya Israeli na Iran, lakini dalili zinaonyesha kwamba pande zote mbili zinajiandaa kwa uwezekano huo kama chaguo lisiloweza kupuuzwa tena. Na pale ambapo maandalizi yanapoanza kuonekana hadharani, migogoro huanza kuhamia kutoka kivulini kwenda kwenye mwanga. Tuangalie shinikizo la kisiasa na lugha ya kubadilisha mizani ya utawala katika siasa za kimataifa. Lugha hubeba ishara za kile kinachoweza kufuata na wiki hii baadhi ya kauli kutoka Washington zimevuka mstari wa kawaida wa tahadhari na kuingia kwenye eneo la mabadiliko ya mizani ya utawala. Kauli zinazohusisha mustakabali wa uongozi wa Iran si za kawaida. Hata kama hazikutumwa kama sera rasmi ya regime change, zinatuma ujumbe mzito kwa Tehran, ni maneno kama hayo hayatafsiriwi kama mjadala wa kisiasa bali yanatafsiriwa kama tishio la moja kwa moja kwa mfumo wa dola. Hii ndiyo sehemu ambayo presha ya kisiasa inageuka kuwa presha ya kiusalama. Kwa Iran, historia imejenga kumbukumbu kumbu ya hofu kuhusu kuingiliwa na nguvu za nje. Kwa hiyo kila tamko linaloashiria kubadilisha uongozi wake linaongeza hisia kwamba shinikizo si la kikanda tu, bali ni shinikizo la kimfumo. Wakati huo huo, ndani ya Israeli, mjadala umehamia kwenye swali la muda. Sio tena je, Irani ni tishio, bali swali linakuwa je, muda wa kuizuia unazidi kuyeyuka. Hii ni lugha ya urgency, na urgency katika siasa za usalama mara nyingi huzaa maamuzi yasiyosubiri diplomasia. Marekani inajikuta katikati ya mizani hii. Ikiwa itaendelea kuongeza presha ya kisiasa na ya kijeshi kwa wakati mmoja, Iran inaweza kuona kwamba mlango wa mazungumzo unapungua, na pale ambapo mlango wa diplomasia unapofunga, mataifa huanza kujiandaa kwa uwezekano mbadala. Tatizo kubwa hapa si kauli peke yake, bali tatizo ni muunganiko wa kauli na maandalizi ya kijeshi kwa wakati mmoja. Huu ni mchanganyiko unaoweza kutafsiriwa kama maandalizi ya kubadilisha hali ya mchezo kabisa. Katika mazingira hayo, tukio dogo linaweza kugeuka kuwa kisingizio cha hatua kubwa. Na hapo ndipo hatari ya vita inapokuwa halisi, si kwa sababu pande zote zinataka vita, bali kwa sababu kila upande unaanza kuamini kwamba upande mwingine unaweza kuwa unajiandaa kuvuka mstari. Na sasa tuangazie kile kinachoweza kuwasha moto rasmi. Katika migogoro mikubwa ya kimataifa, vita mara chache huanza kama tangazo rasmi. Mara nyingi huanza kwa tukio moja linalotafsiriwa vibaya. Kwa sasa kuna mazingira matatu yanayounda uwezekano wa cheche kuwaka. Kwanza, ni uwezekano wa shambulio la moja kwa moja ambalo litasababisha vifo vya kiwango kisichoweza kupuuzwa. Ikiwa Israeli italenga miundombinu nyeti ndani ya Iran au Iran ikaamua kujibu kwa shambulio la wazi zaidi kuliko ilivyowahi kufanya, presha ya kujibu kwa nguvu inaweza kuwa kubwa kuliko uwezekano wa kudhibiti mgogoro na pili ni makosa ya kijeshi katika mazingira ya msongamano mkubwa wa vikosi. Kadri meli za kivita, mifumo ya ulinzi wa anga na oparesheni za ufuatiliaji zinavyozidi kuongezeka katika eneo moja, ndivyo nafasi ya kosa la tathmini linavyoweza kuongezeka. Rada inaweza kusoma vibaya, ndege inaweza kukaribia zaidi ya ilivyokusudiwa, kosa dogo linaweza kuonekana kama uchokozi wa makusudi na tatu ni mabadiliko ya ghafla ya kisiasa ndani ya moja ya upande unaohusika. Wakati uongozi unahisi presha ya ndani, mara nyingine huona hatua ya nje kama njia ya, ya kurekebisha udhibiti au kuonyesha nguvu. Hii si mara ya kwanza katika historia kwa mgogoro wa nje kutumika kama jibu la presha ya ndani. Kinachofanya hali hii kuwa tete zaidi ni ukweli kwamba kila upande tayari umeanza kujiandaa kisaikolojia kwa uwezekano wa mgongano, na maandalizi ya kisaikolojia hubadilisha namna maamuzi yanavyofanywa: tahadhari hupungua, uvumilivu hupungua, na lugha inakuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, bado kuna kizuizi kikubwa dhidi ya vita kamili. Vita ya moja kwa moja kati ya Israeli na Irani haitabaki kuwa ya pande mbili, ina uwezo wa kuvuta mataifa mengine ya kikanda na hata nguvu kubwa za dunia. Athari zake kwa soko la nishati, usafiri wa kimataifa na usalama wa kikanda zingekuwa za haraka na za kina. Uh, you know, na sasa tufanye intelligence synthesis tukiziweka kwa pamoja dalili zote, zikiwemo harakati za kijeshi, lugha za kisiasa na maandalizi ya kisaikolojia, tunapata picha moja ya wazi hii si presha ya kawaida ya kikanda bali hii ni positioning ya kimkakati inayojaribu kuzuia vita lakini kwa njia ambayo pia inaweza kuharakisha vita israeli inaonekana kuamini kwamba dirisha la kuizuia Iran linazidi kuwa dogo hii ni hesabu ya muda na hesabu ya muda inapokuwa sehemu ya usalama wa taifa maamuzi huwa makali zaidi Iran kwa upande wake inaonyesha kwamba haitakubali kuonekana dhaifu mbele ya shinikizo la Marekani. Kwa Tehran, kujibu kwa nguvu si tu suala la kijeshi, bali ni suala la uhalali wa ndani na hadhi ya kikanda na Marekani inatembea kwenye mstari mwembamba. Inataka kuonyesha deterrence bila kuonekana kama inaanzisha mgogoro. Lakini deterrence yenye nguvu kubwa sana inaweza kutafsiriwa kama maamuzi ya mashambulizi. Hapo ndipo tafsiri inapokuwa hatari zaidi kuliko nia harisi. Kwa sasa tathmini ya kimkakati inaonyesha kwamba hakuna upande unaotafuta vita kamili kwa makusudi, kwani gharama zake ni kubwa sana, athari zake ni pana sana. Lakini historia inaonyesha kwamba vita nyingi hazikuanza kwa sababu pande zote zilivutika, bali zilianza kwa sababu presha, makosa ya kutafsiri na mfululizo wa majibu ya kulazimisha vilifungua milango ya kurudi nyuma. Kigezo kikuu cha kuangalia katika siku zijazo si kauli kali peke yake, bali ni kuangalia kama mawasiliano ya nyuma ya pazia bado yanaendelea. Ikiwa njia za mawasiliano zisizo rasmi zitakatika, hatari itaongezeka mara mbili, kwa sababu bila njia za kupeana ishara za kutulizana, kila hatua itaonekana kama uchokozi. Na kwa sasa tunatazama mgogoro ambao uko katika hatua ya pre-escalation. Sio vita, sio amani, bali ni ukingo wa kimkakati ambapo kila upande unajaribu kuonyesha nguvu yake. Lakini kadri pressure inavyoongezeka, ndivyo nafasi ya kosa la hesabu inavyoongezeka. Na katika migogoro ya aina hii, kosa moja linaweza kubadilisha historia ya eneo zima. Ikiwa mgongano wa moja kwa moja kati ya Israeli na Irani ama Marekani na Irani utatokea, hautobaki ndani ya mipaka hiyo. Mashariki ya Kati si tu eneo la kisiasa, bali pia ni kitovu cha nishati, njia za biashara na mizani ya nguvu za dunia. Athari ya kwanza itakuwa ni kwenye soko la nishati. Guba ya Uajemi ni mojawapo ya njia nyeti zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Hata hofu ya mgogoro mkubwa inaweza kupandisha bei za mafuta kwa kasi kabla hata ya risasi ya kwanza kurushwa. Bei ya mafuta inapopanda, mfumuko wa bei katika mataifa mengine huongezeka. Uchumi dhaifu huathirika kwanza. Athari ya pili itakuwa katika usalama wa kikanda. Mgogoro wa moja kwa moja unaweza kuvuta washirika wa pande zote mbili. Mataifa ya Guba yatalazimika kuchagua: tahadhari au kushiriki moja kwa moja. Mashambulizi ya mawakala yanaweza yakaongezeka, na ukanda mzima unaweza ukaingia katika mzunguko wa kulipizana lakini athari kubwa zaidi ni ya kimfumo. Marekani ikiwa itaingia waziwazi katika mgogoro huo italazimika kugawanya umakini wake wa kimkakati mashariki ya kati na maeneo mengine duniani. Hii hubadilisha mizani ya kimataifa. Nguvu zingine kubwa huangalia kwa makini nyakati kama hizi, kwa sababu kila mgogoro unaathiri hesabu za ushindani wa kimataifa. Aidha, mgogoro huu unaweza kubadilisha mtazamo wa kimataifa kuhusu deterrence. Ikiwa presha ya pamoja ya kijeshi na ya kisiasa itasababisha vita badala ya kuzuia, mataifa mengi yataanza kuhofia ufanisi wa mkakati huo. Hilo lina athari kwa migogoro mingine duniani. Pia kuna athari za kisaikolojia ya kimataifa. Dunia tayari ipo katika kipindi cha migawanyiko mikubwa ya kisiasa na kiusalama. Mgogoro mwingine mkubwa unaweza kuimarisha mtazamo kwamba mfumo wa kimataifa unaingia katika zama za hatari zisizotabirika. Lakini bado kuna uwezekano mwingine. Ikiwa presha hii itaishia kwenye makubaliano mapya ya kimkakati au mfumo mpya wa mawasiliano ya usalama kati ya pande zinazohusika, basi mgogoro huu unaweza kuwa kichocheo cha mpangilio mpya wa kikanda. Mara chache sana, presha kubwa huzaa muundo mpya wa utulivu. Katika siasa za kimataifa kuna nyakati ambazo historia huandikwa kwa sauti kubwa ikiwemo milipuko, matangazo ya vita na mikutano ya dharura. Lakini pia kuna nyakati ambazo historia huandikwa kimya kimya kupitia maandalizi, kauli zilizopimwa na maamuzi yanayofanyika nyuma ya pazia. Hii ni mojawapo ya nyakati hizo. Kwa sasa hakuna vita vilivyotangazwa, hakuna mpaka uliovunjwa rasmi. Lakini presha ipo, na presha inapofika kiwango fulani huanza kubadilisha namna viongozi wanavyofikiri, wanavyopanga na wanavyohesabu hatari. Israeli inahesabu muda, Irani inahesabu hadhi na usalama wake, na Marekani inahesabu deterrence dhidi ya escalation, na dunia inahesabu hatari. Mgogoro huu unaweza kubaki kama onyo kali la kimkakati, mfano wa jinsi presha inavyodhibitiwa kabla ya kuvuka mstari. Lakini pia unaweza kuwa mfano wa jinsi hatua ndogo, tafsiri moja isiyo sahihi, au uamuzi wa, wa sekunde chache unavyobadilisha mwelekeo wa eneo zima. Katika mazingira kama haya, hatari si tu nia ya kupigana, bali hatari ni kuamini kwamba upande mwingine hautaenda mbali zaidi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Ramani ya Dunia hapa Vision TV.